Fursa ya kila mtu kuuliza swali eh? si ajabu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, na nashukuru kwa kunipa nafasi kuuliza swali kwa ndugu yetu Anita. Uh, na swali dogo tu, katika maelezo yako ulisema ni kati ya wabunge ambao umegombea uh, kuomba ridhaa wananchi kuja bungeni. Natambua tuna aina tano za makundi ya mabunge ambao wamekuja kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ningependa walau unitaje ya makundi manne tu kwa sababu nataka kuwa spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Anita, un, unge, ungependa kulijibu swali hilo? Hapana, Mheshimiwa Mwenyekiti imempa fursa kwa sababu najua yeye amekuja kuomba hapa, anajua amekuja kuomba kura kwa wabunge ambao wote ni wabunge bila, eh, matabaka. Ukishaingia humu wote ni wabunge. Njia ya, njia za kuingilia humu ziko nyingi, lakini ukishaingia huku mbunge. Kwa hiyo niita tunakuruhusu. Hakuna maswali mengine? Hapana, kuna swali. Eh? Kuna swali. Kuna swali jingine? Ndio. Hapa hapa hapa. Wapi? Huko. Asimame wanauliza. Mwenyekiti hapa. Ah ah. Sheikh, karibu. Asante. Asante, asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kumuuliza swali dogo. Kwa kuwa amesema atakapokuwa atakapompa ridhaa ya kuwa spika atawaunganisha vijana, wakati humu ndani kuna lika la wazee. Je, anatuweka kwenye fungu gani atakapowaunganisha vijana? <laughs> Ndugu Anita, umemsikia vizuri? Ndiyo, nimemsikia unaweza ukasema kidogo? Ndiyo, ruksa. Nimesema kwamba nitahakikisha ninawaeleza vijana kulingana na uhalifu uliotokea. Nitahakikisha nawaeleza vijana ya kuwa Tanzania yetu inahitaji upendo, amani na furaha ili iweze kutimiza majukumu yake ya kitaifa. Kukiwa hakuna amani, kukiwa hakuna upendo kukiwa hakuna furaha na tukizingatia vijana ndo nguvu kazi, watashindwa ama tutashindwa kutekeleza majukumu yetu ya kitaifa. Haya ndugu Anita, nadhani maswali yameisha eh? Haya, tunakuruhusu asante sana kwa maelezo.